Naitwa Roy. Siri tano kuhusu mwanaume, wanawake wengi hamjui na mnateseka kimya kimya, mkidhani mnajitahidi kupenda, kumbe mnavunja mioyo ya wanaume wenu pole pole bila kujua. Unampa mapenzi mengi, unajinyenyekeza, unajitoa, lakini kila siku anaendelea kuwa mbali. Unajiuliza tatizo ni nini, na mwisho unafikiri labda na mwanamke mwingine. Mara nyingi hana tatizo, ni wewe, humwelewi Kabla sijaendelea gusa like, subscribe na andika unatizama kutoka wapi. Nataka kujua uko nchi gani unasikia ukweli huu. Nimeona mahusiano mengi yakifa, sio kwa sababu watu hawapendani, bali kwa sababu wanaongea lugha mbili tofauti. Mwanamke anaongea lugha ya hisia, mwanaume anaishi lugha ya hali ya ndani, na kwa sababu hiyo mnazidi kumkaribia ndivyo anavyozidi kukaa mbali. Ukielewa haya ninayokwenda kukuambia, hutakimbiza tena mwanaume wako atakaa mwenyewe. Siri ya kwanza: mwanaume haondoki kwa sababu mapenzi yameisha, anaondoka kwa sababu amepoteza amani. Wanawake wengi mnaamini ukiona mwanaume anakaa kimya, anakuepuka, au anakuwa baridi, suluhisho ni kuongea zaidi. Unamuita, tukae tuzungumze, unamfuata, mbona umebadilika, unamkaba maswali hadi unahisi sasa mtatatua. Lakini ndani yake kinachotokea ni tofauti kabisa. Mwanaume anapokuwa na mawazo mengi, presha za maisha, hofu zake, au hata huzuni zake, kitu pekee anachotafuta ni utulivu. Sio mjadala, sio maelezo marefu, sio uchunguzi. Utulivu. Lakini wewe unapoanza kumfuatilia kwa maswali, anahisi kama yuko mahakamani kila siku. Kila akirudi nyumbani, lazima ajieleze. Kila akikaa kimya, lazima afunguke. Kila akichoka, lazima athibitishe anakupenda. Mfano halisi: mwanaume amerudi kazini. Siku yake imekuwa mbaya, bosi amemkosoa, pesa zimepungua, anawaza majukumu yake. Anaingia nyumbani, anakaa kimya, kwenye simu au TV. Sio kwamba anakupuuza, anajaribu kutuliza akili. Wewe unamkaribia, kuna nini? Mbona uniongeleshi? Umebadilika? Una mtu mwingine? Dakika ishirini baadaye anajikuta analazimika kujitetea wakati hata hajua anajitetea nini. Na pale ndipo anakata tamaa kimya kimya, haanzi kukuchukia Anaanza kukukimbia polepole pole, kwa sababu mwanaume anakaa pale anahisi kupumua, anakimbia pale anahisi kuhojiwa. Unataka ajikite kwako, mpe mahali pa kutulia, sio mahali pa kuulizwa. Namna ya kufanya: ukiona amekaa kimya, kaa karibu bila maswali mengi, muulize mara moja tu kama yuko sawa, kisha mpe nafasi. Usichukulie ukimya wake kama kosa dhidi yako. Atakapokuwa tayari, atakuja mwenyewe Ukweli ambao wanawake wengi hamuujui, mwanaume anaweza kumpenda mwanamke sana, lakini akose amani kwake. Ataondoka polepole pole, bila drama. Siri ya pili: heshima ina nguvu zaidi kuliko mapenzi kwenye moyo wa mwanaume. Wanawake wengi, mkiona mwanaume anabadilika, mnaongeza mapenzi, maneno mengi, yanakupenda, ujumbe mrefu, attention nyingi. Mnadhani mapenzi zaidi yatarejesha ukaribu, lakini mwanaume hasikii mapenzi kama unavyosikia wewe mwanaume anajua anapendwa kwa namna unavyomtendea, sio kwa namna unavyosema. Ukianza kumrekebisha mbele ya watu, kumlinganisha, kumdharau hata kwa utani, moyo wake unafunga taratibu. Hata akikukumbatia, bado anakaa mbali ndani yake. Mfano, uko na marafiki au ndugu, mwanaume wako anasema jambo haliko sahihi kidogo, badala ya umalize pembeni, unamkatisha, ah, wewe hujui kitu au acha niongee mimi watu wanacheka, wewe unaona kawaida, lakini yeye kimya chake kinaanza hapo siku hiyo. Mapenzi hayajaisha, heshima imepungua, na kwa mwanaume hiyo ni kubwa kuliko na kupenda mia. Namna ya kufanya: kosoa faraghani, siyo hadharani. Tambua juhudi, hata kama ndogo. Usimlinganishe na wanaume wengine. Ongea kwa utulivu, hata mkibishana. Ukweli mchungu: mwanaume anaweza kuvumilia kukosa mapenzi kwa muda lakini lakini hawezi kuvumilia kukosa heshima. Atabaki mwilini, lakini moyo utahama. Siri ya tatu, mwanaume anahitaji kuhisi anahitajika. Wanawake wa sasa mmejifunza kujitegemea, na ni vizuri, lakini kuna kitu hamwambiwi. Mwanaume anaunganika na mwanamke pale anapohisi uwepo wake una maana. Ukifanya kila kitu mwenyewe, humwombi msaada, humthamini, humhitaji, ndani yake anaanza kuona hana nafasi. Mfano, una tatizo dogo nyumbani. badala ya umuite muite, unamuita fundi moja kwa moja. ukipata shida unaomba marafiki zako ushauri kabla yake. unapofanikiwa unasema nilijifanya mwenyewe. polepole anajiona mgeni kwenye maisha yako. namna ya kufanya. Muombe msaada hata kama unaweza kufanya mwenyewe. msifie kwa mchango wake wake. Onyesha unathamini uwepo wake. Ukweli, mwanaume hukaa pale anapohisi ana nafasi. Akihisi anaweza kubadilishwa kirahisi, ataacha kujitahidi. Siri ya nne: ukimya wa mwanaume sio ukosefu wa upendo. Hapa ndipo wanawake wengi huhumia sana. Unamwangalia mwanaume wako, anakaa kimya, hatoi maneno mengi ya kimahaba, hakuambii kila siku kile anachohisi. Unaanza kuamini mapenzi yamepungua. Unajaza kichwa chako mawazo, labda kuna mtu mwingine, labda amechoka na wewe, labda anakuvumilia tu. Lakini ukweli unaohuma ni huu Wanaume wengi hawajengeki kwa kuongea hisia, wanajengeka kwa kuzibeba. Mwanamke akiumia, anataka kuongea ili ajisikie vizuri. Mwanaume akiumia, ananyamaza ili ajisimamie. Sio kwamba hana hisia, ni kwamba namna yake ya kuzishughulikia ni tofauti na yako. Tatizo linaanza pale unapolazimisha afunguke kwa muda ambao hajawa tayari. Mfano, unamwambia niambie, unahisi nini kuhusu mimi anasema na kujali wewe, unataka sentensi ndefu, maelezo marefu, uhakika wa maneno. Unaendelea kumbana hapana, elezea vizuri, mbona zamani ulikuwa unaongea, mbona sasa umekuwa baridi? Kila swali unaloona kama ukaribu yeye analihisi kama presha, na presha huua kabisa kile kidogo alichokuwa karibu kukifungua. Unajua kinatokea nini baada ya muda? Anaacha hata kile kidogo alichokuwa anasema Sio kwa sababu hakupendi, ni kwa sababu kila akijaribu kutoa kidogo, unaomba kingi zaidi. Mwanaume anaonyesha mapenzi kwa matendo kabla ya maneno. Anakutafuta usiku umefika salama, anakuletea kitu kidogo bila sababu, anakumbuka shida zako kimya kimya na kuzitatua, anakaa karibu hata bila mazungumzo mengi. Lakini kwa sababu hausikii maneno, unafuta thamani ya vitendo. Namna ya kufanya. Angalia anachofanya kabla ya anachosema. Usimhoji kila siku kuhusu hisia zake. Mpe muda wake wa ndani, usichukulie ukimya kama umbali. Ukweli ambao wanawake wengi hujifunza wakiwa wamechelewa. Mwanaume anaweza kukupenda sana bila kuongea sana. Ukimlazimisha azungumze kama wewe, atachoka na wewe. Sio kwa sababu wewe ni mbaya, bali kwa sababu unamlazimisha kuwa mtu asiye yeye. Siri ya tano. Uaminifu wa mwanaume hukua pale anapojisikia kupongezwa, sio pale anapochunguzwa. Wanawake wengi wakianza kuona mwanaume anapoa kidogo, wanaanza ulinzi mkali. Simu inakaguliwa, maswali yanaongezeka, muda wake unaanza kufuatiliwa. Unafanya hivyo kwa sababu unaogopa kumpoteza, lakini mwanaume hasikii kama unamlinda, anahisi kama unashukuu. Na mwanaume anayehisi anashukiwa kila siku, hata akiwa mwaminifu, moyo wake unachoka kujitetea. Mfano, anachelewa kurudi dakika chache, swali la kwanza, ulikuwa na nani? Simu ikiingia, nani huyo? Akicheka kwenye simu, unanyamaza, lakini sura inabadilika. Anaanza kuishi maisha ya kujitetea badala ya kuishi maisha ya kupenda. Mapenzi yanageuka ukaguzi, na mwanaume akikosa mahali pa kuaminiwa, ataacha kujieleza. Sio lazima asaliti, ataacha kushirikisha maisha yake. Namna ya kufanya Onyesha kumwamini bila kumfanya ajitetee kila siku. Pongeza jitihada zake badala ya kusubiri makosa yake. Usiishi kama unamsubiri akosee. Mpe muda wake unaoambatana na heshima. Ukweli mchungu: mwanaume hubaki mwaminifu kwa mwanamke anayemuona anaamini ndani yake, sio anayemfuatilia kila dakika. Shinikizo huzalisha siri. Hitimisho: wanawake wengi, hamkupoteza wanaume wenu kwa sababu hamkuwapenda mliwapoteza kwa sababu hamkuwaelewa. Mwanaume anakaa pale anapopata amani, anatoa moyo wake pale anapoheshimiwa, anajitahidi pale anapohitajika, anaonyesha mapenzi kwa matendo zaidi ya maneno, na hubaki mwaminifu pale anapoaminiwa. Ukianza kumuona mwanaume kwa macho haya, utaacha kupigana naye na utaanza kuishi naye. Na siku moja utagundua, hakuna kitu kikubwa ulichofanya, ulimuelewa tu. Wengi hutafuta mbinu za kumfunga mwanaume, lakini ukweli ni huu Mwanaume hafungwi na nguvu, anashikiliwa na hisia ya kutulia moyoni. Ukimpa hilo hatokimbia, ukimnyima hilo, hata akikaa bado utahisi hayupo. Kama wewe ni mwanamke uko kwenye mahusiano, acha kupigana na mwanaume wako ili akuelewe, anza wewe kumwelewa kwanza. Wengi wenu mnachoka kwa sababu mnalazimisha mapenzi yatokee kwa namna mnayotaka, badala ya kuyaacha yatokee kwa namna anavyoishi yeye. Usipime upendo wake kwa maneno anayosema, pima kwa utulivu anaupata akiwa karibu na wewe. Kama akiwa na wewe anakaa huru, anakaa bila kujitetea, anakaa bila kuigiza, ujue hapo ndipo moyo wake ulipo. Lakini kama kila siku anajilinda, anachagua maneno, anakwepa mazungumzo, ujue hapigani na wewe, anajilinda na maumivu. Jifunze kuwa sehemu ambayo mwanaume wako anapumua, sio sehemu anayothibitisha. Jifunze kusikiliza kabla kabla ya ya kuuliza, jifunze kuthamini kabla ya kulalamika, na jifunze kutulia kabla ya kuhukumu. Na kama wewe ni single, usianze mahusiano kwa kumjaribu mwanaume kila siku, usijenge ukaribu kwa kumchunguza. Wanaume wengi wanapenda kwa nguvu mwanzoni, lakini wanaondoka kimya kimya wanapogundua hawana mahali pa kuwa wao wenyewe. Ukijenga mazingira sahihi tangu mwanzo, hutahitaji mbinu za kumbakiza baadaye. Kumbuka, Mwanaume anayetulia moyoni si yule aliyeshikwa, ni yule aliyepata sehemu ya kupumzika. Ukihitaji ushauri zaidi au unapitia changamoto kwenye mahusiano yako, unaweza kunitafuta WhatsApp kwa namba +255747558143. Usikae usikaye na maumivu peke yako wakati kuna mtu anaweza kukuonyesha uelekeo. Wakati mwingine kinachohitajika si mapenzi zaidi, ni ufahamu sahihi.